Licha ya ITV kushuhudia shughuli za usafi zikifanyika ikiwemo upakaji rangi mawe na upunguzaji maua barabarani pamoja na kuzifanyia matengenezo taa za barabarani, helikopta ya jeshi la Marekani imeonekana ikifanya doria angani, ambapo katika upande wa bahari ya Hindi, kamera ya ITV imeshuhudia meli ya jeshi la Marekani kwa mbali ikizunguka katika maeneo tofauti kwa ajili ya kuangalia usalama. Aidha, uchunguzi umeonyesha kuwa jeshi la polisi la Tanzania kwa kushirikiana na vikosi vya usalama vimeimarisha ulinzi katika mahoteli yote yatakayofikiwa na wageni wa kimataifa, ambapo akizungumza na waandishi wa habari kuhusu ujio wa viongozi hao, katibu mkuu kiongozi Balozi Ombeni Sefue amesema ujio wa wakuu wa nchi utaongeza heshima ya Tanzania katika jumuiya za kimataifa na kusisitiza Tanzania itanufaika sana. Eh, sisi tunafikiri kwamba majadiliano haya kuhusu namna gani tutumie teknoloji kuharakisha maendeleo, e, ni, ni jambo ambalo tutafaidika nalo sana, na, na lazima niseme kwamba nafikiri mnafahamu kwamba tumeanzisha kitu kinaitwa big results now, kwamba kuna maeneo ya kipaumbele ambayo tumeyachagua ambayo yatasimamiwa vizuri ili tupate matokeo yanayohitajika kwa muda mfupi iwezekanavyo. Inaitwa big results now. Sasa maeneo yale ni kwa mfano, eneo la nishati, eneo la elimu eneo la kilimo, eneo la, la, la, la central transport corridor kwa maana ya bandari Dar es Salaam, reli, barabara, eh, mapato, namna ya kuongeza mapato. So katika maeneo yote haya tunataka kuona pia namna gani uzoefu wa nchi nyingine wameweza kutumia teknolojia kuharakisha ma, ma, maendeleo katika maeneo haya. Kabisa ni kuweza kuelewa umuhimu wa teknolojia, kama kila mmoja wetu akiweza kuelewa umuhimu wa teknolojia Uh, hapo tutakuwa tumefika hatua uh, kubwa sana. Kwanza ili wewe uanze kuitumia tangu ukiwa nyumbani, kwa mfano kupiga mswaki, ukianza kutumia kuitumia um, vyombo vya mawasiliano, hiyo ni hatua ya mwanzo muhimu. Kwa, kwanza ni kuweza sisi wote tuweze kufahamu kwamba teknolojia ndio chachu kubwa ya kuleta maendeleo na haraka kabisa nchini. Aidha, ITV imeshuhudia bendera za taifa la Tanzania zikipepea katika nguzo za umeme kwenye barabara mbalimbali za jiji la Dar es Salaam, huku katika ukumbi wa mikutano kima wa kimataifa wa mwalimu Julius Kambarage Nyerere wananchi mbalimbali wakiwemo raia wa kigeni wakiendelea kuchukua vitambulisho, ambapo mkuu wa mkoa da wa Dar es Salaam Bwana Saidi Mek Sadik amesema moja ya kazi atakazozifanya rais wa Marekani Bwana Barack Obama hapa nchini ni kukutana na wafanyabiashara pamoja na kuzindua mpango wa Power Africa kwa ajili ya kusaidia umeme katika bara la Afrika. Atahutubia mkutano wa chief executive officers wa mashirika na taasisi mbalimbali mbali za wawekezaji katika Afrika na Marekani utakaofanyika e, hapa hapa Dar es Salaam, lakini vilevile vile tunataraji e, wenzetu wa manispaa ya, ya, ya, ya Ilala wamempa heshima ya kubadili e, mtaa ule uliokuwa naitwa Ocean Road e, sasa utajulikana kama e, kama Barack Obama e, nadhani avenue. Ni upande wa fursa, nafikiri ni nafasi nzuri na fursa kubwa sana kwa Watanzania wote na wafanyabiashara, kwa sababu nchi kubwa kama Amerika wakija kuwekeza maana yake watakuja na na skill zao watakuwa na talent walikuwa na experience yao na pesa yao, kwa sababu wana nguvu ya pesa. Kwa hiyo sisi hizi fursa tuzichukue. Moja ya mambo rais wa Marekani atayafanya katika ziara yake ya siku mbili hapa nchini ni kuzindua barabara hii ambayo kwa sasa inaitwa Ocean Road, lakini mara baada ya kuzindua itaitwa barabara ya Barack Obama. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.